So tunaingia katika awamu ya pili ya uchungu au ya leba. Hii awamu ya pili tunaita active labor au leba hai au leba inayoendelea kwa kasi, uchungu unaoendelea kwa kasi, au uchungu ambao maumivu yanakuwa yanaendelea kwa kasi. So katika hii leba hai maumivu yanakuwa yameongezeka na wataalamu wanaongelea sheria ya nne moja moja kwa maana kwa kwa ya kwamba maumivu yatakuwa yanakuja yanaachana dakika nne hadi tano kwa hiyo kila baada ya dakika nne au tano maumivu yatakuwa yanakuja yanadumu kwa dakika moja Aa, hii inakuwa ndani ya risali moja kwa hiyo hii ni sifa ya kwamba umeingia katika kwa hiyo ukinyaa katika leba hai, utakuwa maumivu yanakuja kwa staili hiyo. So kati ya vitu ambavyo vinafanya hii leba hai iwe na maumivu zaidi ni kwamba mtoto anazidi kushuka chini kwenye hii birth canal, mji wa mtoto kushuka chini na kuelekea kwenye shingo ya kizazi chini, ili atoke. Kwa hiyo ndio maana, kwa hiyo pressure inakuwa inaongezeka maumivu ya mazii na hapa, jinsi pressure inapoongezeka, kumbuka mtoto anakuwa yuko kwenye maji amniotic, saa chupa ya maji ya mtoto. Kwa hiyo jinsi anapoendelea kushuka chini ndivyo pale hii pressure inasababisha chupa kupasuka. Kwa hiyo at least tunategemea mama chupa ipasuke kutoa katika awamu ya hii ya leba hai. Kwa hiyo chupa ikipasuka, sio that means tunaendelea vizuri, lakini pia maumivu yataongezeka kidogo, kwa sababu mtoto akiwa kwenye chupa yake ni kama yuko kwenye yuko kwenye cushion. Kwa hiyo anapokuwa akishuka, kunakuwa hakuna msukumo mkubwa sana, kwa hiyo maumivu yanakuwa angalau yanakuwa mali sio makali sana sana sana na mtu ambaye chupa yake itapasuka. Kwa hiyo chupa ikipasuka, ili cushion linakuwa halipo, kwa hiyo mtoto sana anaanza kushuka kwa kwa nguvu zaidi, kwao ndo maana maumivu pia yanakuwa yanawale wa mama ambao wanakuwa ni mara yao ya kwanza, mara nyingi huwa wanachelewa kwa hiyo hizi hatua zote zinaweza zikawa ni slow au taratibu sana kwa mama ambaye anajifungua kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo usijali, ni jambo la kawaida, endelea tu kufanya vile unavyotakiwa na ya. Kwa hiyo ukishangia katika hii awamu unakuwa unahitaji sana sapoti ya watu. Na utajuaje ni? Ni kwa sababu katika ile awamu ya kwanza unaweza ukafanya shughuli zako za kawaida ndogo ndogo, unaweza ukatembea, unaweza ukapiga stori ukacheka, lakini ukiingia katika leba hai, mm, yani, unaanza unaanza kuwa mpole kidogo na hauwezi ukafanya vitu vingi sana. Kwa hiyo unakuwa una concentrate kwenye yale maumivu. Hapa unahitaji sapoti, inabidi uwe na eidha labda mume wako au wale watu wa karibu ambao watakuwa na wewe kukusaidia, kukutia moyo you know, kukutia nguvu kwamba tumekaribia kumwona mtoto na maumivi anavozii inamaanisha kwamba mtoto yuko karibu. Unapokuwa katika hii bahai kwa unakuwa unaanza kutanuka sentimita sita mpaka nane mpaka unapomaliza libahai unakuwa tunatarajia tayari wewe umeshafika sentimita nane. Sasa uh, wamama wengine huwa wanapewa dawa za kupunguza maumivu sio mbaya, lakini pia unaweza ukajifungua bila dawa. Mimi niliweza kujifungua bila dawa, bila kupigwa maji ya uchungu au vitu kama hivyo, na ndio maana sishauri sana mama uende hospitali mapema, kwa sababu ukienda mara nyingi utapewa maji ya uchungu, utapewa chupa ya kwanza ya pili ya tatu, na mwisho wa siku atakwambia haya, mtoto sijua amechoka tukupeleke, hmm, operation. So kama hizi hatua ninazokutajia zinaendelea vizuri, kaa tu nyumbani vizuri, lakini mjulishe mtoa huduma wako. So, ujiandae taratibu. Ukishaingia hii leba hai, hizi sifa nizo kutajia, wale watu ambao wanakuzunguka wanatakiwa sasa wakusaidie kujiandaa. Unajiandaa tu taratibu, usirashe hospitali hmm, kwa sababu haya maumivu yataendelea vizuri kwa mpangilio, ikiwa upani na uko katika utulivu. Kwa hiyo sikiliza mwili wako. <coughs> Sikiliza, kama kuna wendo umebeba we mtoto, unajua kinachoendelea huko ndani kuliko mtu yoyote mwingine yule. Sawa, kuna teknolojia na nini, lakini wewe unajua mtoto anacheza kuna vitu. Kwa hiyo kuna kitu kisipokuwa sawa, niamini kwamba mwili wako utakupa alarm kwamba kuna kitu hakiko sawa. Kwa hiyo ikifika hatuai, anza kujiandaa taratibu kwenda hospitali. Kitu kingine ambacho kinaweza kusaidia ni tumia mbinu za kukutuliza, mbinu za kujituliza, kwa mfano pumzi. Nimeelezea kuhusu pumzi katika kipindi cha leba na uchungu, pia nitakuwekea link description below, uangalie ni jinsi gani unaweza ukapumua katika hiki kipindi cha leba ya hai ili uweze kujituliza, lakini tumia maneno ya uthibitisho you know, naweza nakaribia kumwona mtoto wangu. Mnaosoma vitabu vitabu vya Mungu, soma, jitie moyo, jitie nguvu. Watu watakushika mkono, watakupepea, watakupea iki kila, lakini mwisho wa siku endo mtoto anatoka kwako. Kwa hiyo kwa tunakutegemea mama Mbinu nyingine ni badili mikao. Nitakuletea video ambayo nitakuonyesha ukae mikao gani katika kila awamu, ili umsapoti um mtoto ashuke. Mtoto atashuka mwenyewe na mwili unafanya kazi na mtoto wako kusaidia kuwa na uzazi rahisi. Ushauri mwingine naweza kukupa ni kaa karibu na mwenza wako. kuna homoni ambazo ukikaa okay, karibu na mwenza wako zitakusaidia wewe kutanuka kirahisi ili mtoto ashuke vizuri yes. Kwa hiyo utakaa karibu na mwenza wako au mtu yoyote ambaye uko comfortable naye. Hii itakusaidia kukupa amani na uta progress utaendelea vizuri kabisa. Basi hiyo ndio awamu ya pili leba hai ya mambo ambapo yanakuwa yamechanganya, lakini ya hizi ni tricks na mbinu ambazo zinaweza zikakusaidia wewe kupita hiki kipindi vizuri okay. So nina kuwekea hapa video inayofuata, ni hatua ya mwisho, kwa hiyo awamu ya mwisho ya uchungu wa leba. Hakikisha unaiangalia na kama haujaangalia awamu ya kwanza pia, rudi nenda kaiangalie ya